Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, tafadhali bonyeza batani nyekundu iliyopo chini ya video hii, subscribe, kisha alama ya kengele. Asante, ninakukaribisha tena kwenye updates za kimichezo. Kama haujasubscribe katika chaneli yetu, unaweza kusubscribe ili usipitwe na habari zote za michezo kutoka Planet 5. Klabu ya soka ya Simba imezindua rasmi jezi zake mpya zitakazotumika kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika CAF Champions League msimu wa 2025-2026, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kikosi hicho kuelekea mashindano hayo ya kimataifa. Ikumbukwe kuwa Simba wanajiandaa na mchezo wa Kundi D dhidi ya Petro de Lwanda ya Angola, mchezo utakaochezwa Jumapili tarehe 23 Novemba 2025 kuanzia saa kumi kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki jijini Dar es Salaam. Mara baada ya mchezo wake dhidi ya Petro de Luanda, Simba itasafiri kuelekea nchini Mali kucheza dhidi ya Stade Malien katika mchezo mwingine wa kundi D wa michuano hiyo ya Ligi ya Mabingwa Afrika, mchezo utakaochezwa Novemba 30, 2025 majira ya saa moja za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Hizi ni updates za kimichezo kutoka PlanetFive. Unaweza achilia maoni yako na ukatueleza ni zipi asilimia zako juu ya uzi huu mpya wa Simba SC kimataifa. Asante sana. Uwe na wakati mwema. PlanetFive.